Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Tamasha la 13 la Kimataifa la Filamu la Beijing limefungwa kwa kutangazwa kwa tuzo kumi za Tuzo la Tiantan. Mwaka huu, idadi ya filamu zilizosajiliwa kwa ajili ya tuzo ya Tiantan duniani kote imeweka rekodi ya juu ya maingizo 1488 kutoka nchi na maeneo 93. Filamu za kigeni zilichangia zaidi ya asilimia 80 ya maingizo zikionyesha ushawishi unaoongezeka wa tuzo hiyo. Filamu ya pamoja ya Argentina na Chile inayoitwa The Punishment imeshinda tuzo ya filamu bora. Filamu hiyo inaonyesha jinsi wenzi wa ndoa walivyokuwa wakimtafuta sana mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miaka saba aliyetoweka ambaye aliachwa peke yake kando ya barabara kama adhabu. Mwongoza filamu wa Mexico Lila Avelis alishinda tuzo ya Tiantan la mwongozaji bora ya Totem. Mwigizaji wa China, Xing Baiqing, alishinda tuzo ya mwigizaji bora kwa nafasi yake katika filamu ya ndani ya The Shadowless Tower, huku Antonia Zegas na Lien Nenot wote walishinda tuzo ya mwigizaji bora wa filamu za The Punishment na Driving Madeline, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa tuzo ya mwigizaji bora wa kike kutolewa kwenye tamasha hilo. Mwigizaji wa China, Tian Zhuangzhuang, Zhuang, alipata tuzo ya mwigizaji bora msaidizi, huku mwigizaji wa Meksiko, Montserrat Marinon, pia akipata tuzo kama hiyo. Zhang Lu, Thomas Becker, Piao Song Ri, na filamu ya Kichina, The Shadowless Tower, walishinda tuzo za mwigizaji bora, muziki bora, filamu bora na mchango bora wa kisanii. Wakati huo huo, katika tamasha hilo sehemu ya Forward Future, ambayo inajitahidi kuangazia uhusiano wa kitamaduni wa filamu kwa njia mbalimbali, mbali na kuongeza ubadilishanaji na mawasiliano kati ya watengenezaji filamu vijana kutoka kote duniani, ilivutia zaidi kati ya sehemu tisa za tamasha hilo, mbali na Project Pictures ambayo imesaidia watengenezaji filamu bora kwa kutengeneza kazi zao za kwanza, imepata rekodi ya mawasilisho 874. Aidha, tamasha hilo limepokea zaidi ya filamu 180 bora kutoka ndani na nje ya nchi, kwa ajili ya kuonyeshwa na washirika 27 wa sinema kuanzia Aprili 20 hadi 29. Tamasha la kumi na tatu la Kimataifa la Filamu la Beijing ilianza Aprili 22 katika kituo cha mikutano ya kimataifa cha ziwa Beijing yanshi na kufungwa Aprili 29. Tamasha hili lililoanzishwa, mwaka wa 2011 linalenga kuongeza mawasiliano kati ya wataalamu wa sekta ya filamu. Hadi sasa